Shirika la Mawasiliano Zanzibar, ZICTIA, limeandaa rasimu ya mpango mkuu wa miundombinu ya kimkakati ya TEHAMA ya Zanzibar. Katika kuhakikisha mpango huo unaeleweka na wadau mbalimbali, shirika limeendelea na vikao vya wadau kutoka ngazi tofauti. <mulia> Mnamo tarehe 27 Januari 2026 ZICTIA imefanya kikao cha wadau wakiwemo wakurugenzi wakuu wa mashirika na mamlaka za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kikao hicho kiliongozwa na Mkurugenzi Mkuu wa ZICTIA, Mhandisi Shukuru Awadh Suleiman, pamoja na washauri elekezi kutoka kampuni ya Finsis. Mkurugenzi Mkuu akieleza dhamira na maono ya serikali ya kuifanya Zanzibar kuwa na uchumi wa kidijitali na miongoni mwa nguzo kuu ya kufika huko ni kuwa na miundombinu imara ambayo itawezesha mabadiliko hayo kwa haraka na ufanisi. Hifadiwe, mpango mkuu wa miundombinu ya kimkakati ya TEHAMA ya Zanzibar unaangazia ramani ya mabadiliko na maendeleo ya kidijitali inayolenga uboreshaji wa shirika kuongeza kasi ya mtandao, kuboresha miundombinu ya mkonga kwa kuongeza njia za mkonga za aridhini na baharini, ujenzi wa kituo kikubwa na kituo mbadala vya kuhifadhia taarifa, kukuza ubunifu kupitia ujenzi wa mji wa kisasa wa TEHAMA na matumizi ya teknolojia za kisasa pamoja na kushirikiana na wadau mbali mbali wa sekta binafsi katika kuhakikisha azma hii inafikiwa. Aidha, mashirikiano haya na taasisi za serikali na binafsi inaashiria umuhimu katika kuandaa mazingira tayari kwa wadau wote kushiriki katika utekelezaji wa mkakati huu. Mkakati huu wa miaka mitano unadhamiria kuifanya Zanzibar kuwa nchi kivutio kikubwa cha teknolojia katika Afrika Mashariki. I want to thank you again for the constructive um, discussion that we've had for the openness. So thanks again and uh, yeah. Nashukuru pia ZICTIA team for being joined with us. Uh, mimi tu nichukue fursa hii kukifunga kikao na kukiahirisha kwa niaba ya Mkurugenzi Mkuu mpaka pale tutakapoambizana tena. So tumefunga kikao chetu. Asante sana. ZICTIA, tunafika ulipo.